Akata mkuki achoma moto magari. Mstari wa kumi, Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, itakuzwa katika mataifa, itakuzwa katika nchi. Mstari wa kumi na moja, Bwana wa majeshi pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. nitaenda kusoma Zaburi mia mstari wa kwanza, anasema fanyeni Bwana shangwe dunia yote. Zaburi ya mia moja kumi na nane mstari wa kumi na tano. Mstari wa kwanza Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa pili Israeli na aseme sasa kwamba fadhili zake ni za milele za milele. Msali wa tano, katika shida yangu nalimwita Bwana. Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Msali wa sita, Bwana yuko upande wangu sitaogopa mwanadamu atanitendea nini? Msali wa saba, Bwana yuko upande wangu msaidizi wangu kwa hiyo nitaona nani tukiwa ameshindwa. Msali wa nane, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Msali wa tisa, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Msali wa kumi, mataifa walinizunguka naam, walinizunguka walinizunguka, kwa jina la Bwana aliyowakatilia mbali. Zaburi kumi na mbili, walinizunguka kama nyuki, walizunguka kama moto wa miiba, kwa jina la Bwana aliyowakatilia mbali. Zaburi kumi na tatu, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana, ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Zaburi kumi na nne, Bwana ni nguvu zangu na